Audhu billahi min shaitani rajim bismillahi rahmani rahim. Iqlabu iqlabi, qalbu nuni sakina, kuigeuza nuni yenye sakina au tanwini, na tanwini nda albai beleabe miman, kuigeuza hiyo kuwa mimu mukhfatan bighunnatin, yenye kufichwa kwa ghunna. Nahau ni mfano kusema Mim baad mim baad, sasa kwa tanwini, samiun basir. Na hii haitakiwi kuchanganyikana na kitu chochote unapoitamka bee, haitakiwi kuchanganyikana na kitu chochote yani ile mim nuni sakna ile unaificha, lakini pale kwenye kuitamka bee unaitamka bee ikiwa swafiatan Alamat qalbi nuni sakina, alama ya kugeuza nuni yenye sakna. Sema jalu wadu mimin saghiratin, wamejalia kuweka mimu ndogo kabisa. Fauqa nuni, juu ya ya, ya, nini, ya nuni badala sukuni, badala ya sakna na, na, na hapo akakwekea mfano nuni akakwekea, na mimu akakwekea, lakini nahau mfano kusema mimbaade unaona hapo lakini wajalu alama qalbi qalbi tanwini, na wamejalia alama ya kugeuza tanwini wa dhumim eh, kuiweka mimu saghiratin, mimu ndogo badala al harakati, badala ya haraka. Kama ilikuwa ni dhamma, kuweka haraka ya dhamma. Kama ni fatha, kuweka haraka ya fatha. Kama ni kasra, kuweka haraka ya kasra. Lakini wakasema hapana, wakaweka ile mimu badala ya nini, ya ile haraka. Athania, ba, eh, badala la harakati thania badala ya haraka ya pili ile, eh, mfano ndio huwo hapo, amekuwekea dhama amekuwekea fatha mbele yake akakuwekea mimu kisra nye chini yake akakuwekea mimu na naha. Mfano kusema, samiun basir, samiun basir hakuna kuichanganya ile be He, ndakio unung'unike katika tanwini, lakini pia bew itamke ikiwa swafiatan. Hii ndiyo elimu ya tajwidi na mifano hii lazima tuifanyie kazi ili tuweze kufanikisha yale malengo tulioyakusudia, na leo tutapata mifano michache kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Dali ina mapacha dali, kuna herufi zingine mbili zile 28 tumesoma mbili zikabaki 26. Sasa zingine mbili na zenyewe zinatoka sawa na dali, ambayo ni ta ta ta, lakini pia na t tu. hizi zote zinatoka sehemu moja na ta ta ta ta dalun, alafu ta ta ta u, alafu tt